Kaa, unajua, eh? Kwa sababu yeye alifanya nafikiri alifanya, alifanya sana yani alifanya mpaka yani ikawa ndio amezoewa yani ile akaingia kwenye, kwenye, kwenye madawa ya kulevya sasa. Hatari ya madawa ya kulevya kutoka kwake sio mchezo, aa, Dada Wema ulivyo, mm. hapo umekuja hapo, unaweza kufungua biashara zako ukafanya maisha yako ukawa safi, hiyo mm. hadithi ikabakia kwako wewe tu mwenyewe kumbe vitu vingine vyote vimeondoka, hmm. Lakini ukiingia kwenye madawa ya kulevya hapo, shughuli imekuwa yani, ni mtihani mkubwa sana kuweza kutoka. hmm. mm. unawaambia nini wasichana? Nataka, nataka peleke meseji kwa wasichana na kwa wazazi, kwa sababu Wema ulishmesjmetambia pele metuangepea ulishafanikiwa kwa sababu ya uwezo wa kifedha, lakini <tiga> <tiga> tunajua watu ambao wanaacha shule makusudi Says, hey, kabisa wana, wengi sana uh -huh? Unawaambia nini kwanza, wasichana ambao wanakutazama unawapa shule ya aina gani, unawaongia nini, unawaasai? Nawaambia tu wakisikia habari za kazi nchi za nje wawe waangalifu na waulize vizuri, wasikuupe tu kuondoka. Wawe waangalifu wasikuupe tu kuondoka, na wazazi pia, watoto wao wakiwaaga pia nao wa wafuatilie kwanza kabla ya kuwaruhusu hivi. Mm. A hii Mm. Inaweza e, ikatokea mtoto ametoka hapa Mm. amelipiwa kwenda chuo na bado akawa anafanya kile kitu kule wanafunzi huku. Eh. Ah. Eh, Wanafunzi. Mm. So, tumetoa tume hela, anataka hela zaidi. Mm. Wanafunzi wapo wanafunzi eh, wapo maklabu tunakutana nao watoto wa chuo mambo akikimbizana na trend hayo, unataka iPhone 7 17, 17, <laughs> ikitoka <na> wao unayo <laughs> taka pochi kali, kambi ufupi, hatuko salama, of course, lakini ni kujitambua tu. Kp tuna kazi kubwa sana kama wazazi ninafikiri, na, na, na, na, na ndio maana kp uh, okay, sikubaliani mimi na hii position, lakini ambao wanakubaliana nayo na waelewa pia mm. Unajua pia kuna wazazi, kuna kundi la wazazi huwa lina mtazamo wa kwamba ni salama zaidi mtoto umpeleke nje kwenye level ya masters. uh -huh. Wapo wazazi wengi sana wanamtazama mbele mbele kule e, e, yani kule anakuwa kidogo ile age imeshasogea, okay. oh, yeah. Exposure na utulivu, ni ngumu kumpeleka kwenye mambo mengine yasiyofaa. Sidhani kama ni sahihi, kwasababu inawezekana bado mtu akaenda akaaribikia waka But anyway, ni mtu anakuwa anajaribu tu kuwaza options mbalimbali mbali za kumfanya mtoto wake awe salama mm. biashara ya ukahaba inachagizwa na nini sasa? Sisi kwa sisi wanaume, kwa sisi wanaume mm. kwa nini tunanunua wanawake eh? Nikuuliza wewe, umeishi umenitangulia, ume, ume, ume kuliona juu, nakurudishia. Kuna namna nyumba zetu hazina peace eh, pia eh?

ni mimi leo, mimi naomba niwe balozi, ni advocate wao, wakili wao na kiwango cha juu sasa. Kwanza, hongera kwa sababu ulikuja ukacheki ukakuta HIV hauna.

Imenishangaza, ingawa labda wana mekanism makubwa, labda kama mlikuwa mnachoma sindano, au unajua, kwa mfano, sasa hivi kuna kitu kinaitwa prep kwenye Aa, yani utaratibu wa kawaida upo prep ambayo mm. ni dawa ambayo unaweza ukatumia kama yani, ni dawa kinga e kwa, kwa, kwa STD zote au kwa hizi uh, nyingine sijui, lakini kwa HIV najua ina, inafanya kazi kwani ukila baada ya muda fulani ukafanya hata kama utakutana na mtu ambaye ana HIV positive dawa kinga zipo. Kwa hiyo no inatajwa yani kwa mfano huku ubongo najua imeshaingia na ni moja kati ya mbinu ambazo zinatumiwa especially kwa wan wanaita yale makundi hatarishi, dada Wema. Mm, e, da, kwa hiyo mimi na, nashawishika kuhisi kwamba inawezekana kwa wenzetu kwa kule labda walikuwa wanatumia mekanism kama labda wameendelea. Tukushukuru sana dada Wema, umekuta hauna tatizo, safi jambo uh, mm, la kumshukuru Mungu, nafikiri nitengeneza maisha yako.

Mtoto wa kike si tuna mawazooanambomgu kwa sababu nadhani ni kuendelea, kuna vitu awezi kuvizuia kama vile ambavyo ilivyokutokea. Nyumba zako abe zako noba hawakuwa na uwezo wa kuzuia, na hiye mwenyewe kuwa na uwezo wa kuzuia, sababu amejikuta kwenye, amekuwa victim wa circumstance.